Kazi ya uwanja wa Dodoma inaendelea. Uh, mkandarasi kwa sasa ameshafika asilimia mbili nukta saba, alipaswa kuwa amefika asilimia tano, lakini kwa sababu tulimbadilishia eneo ambalo anatakiwa aweke uwanja ndio maana kumekuwa na kuchelewa kidogo, lakini kazi inaendelea na tumemhimiza mkandarasi aongeze nguvu zaidi, aongeze idadi ya wataalam, idadi ya wafanyakazi, lakini pia aongeze mitambo, na bahati nzuri ana mitambo mingi ambayo iko njiani inakuja uh, kutoka Italia. Lakini pamoja na hayo yote, msisitizo mkubwa tumeuweka kwenye kuhakikisha uh, vijana wetu wa Tanzania wanapata kazi. Uh, ni eneo ambalo tunalisimamia kwa, kwa ukaribu zaidi kwa sababu tungependa miradi hii inavyotekelezwa ndani ya nchi yetu uh, mwishowe iache utaalamu kwa vijana wetu, kwa wataalamu wetu. Tayari kuna mainjinia takriban 34 uh, na nne, na kati ya hao mainjinia 27 ni ni Watanzania wanaendelea kufanya kazi pale na wengine wengi wataendelea kuajiriwa. Matarajio yetu ni kwamba mradi huu ufanyike kwa haraka. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo tunamsisitiza ni kwamba hatutakuwa na nyongeza ya muda, tunataka uwanja ukamilike ndani ya muda ili uweze kutumika, lakini zaidi ya hapo uwe ni uwanja ambao unafanana na makao makuu ya nchi, yani Dodoma. Tunajenga uwanja Arusha ambao sasa hivi uko zaidi ya asilimia sabini, lakini tungependa sasa na hapa Dodoma e, uwanja nao ujengwe kwa kasi hiyo hiyo, lakini uwe na hadhi inayofanana na makao makuu, ikiwemo kuwemo maeneo ya watu mashuhuri VIP boxes, na tunalisimamia hilo kwa karibu sana, ili uwanja wetu uwe katika viwango vinavyotakiwa.